Siku ya leo wanasame, imekuwa sio siku nzuri sana aa, kuna ajali mbili zimetokea ambazo zimepoteza watu saba mpaka sasa na majeruhi sabini na sita. Ajali ya kwanza ilitokea majira ya saa saba usiku, tumepata majeruhi hamsini na mbili, mama mmoja amefariki. Lakini hii ajali nyingine ambayo imetokea majira ya saa nne asubuhi, tumepoteza watu sita na majeruhi 23. Kwa hiyo hali sio nzuri, lakini nawashukuru sana wa madaktari wangu DMO uh, wa wilaya ya Same wamefanya kazi usiku wote mpaka sasa hivi hakuna aliyeenda kulala ili kuokoa maisha ya, ya majeruhi ambao wameletwa hapa kwenye hospitali yetu ya wilaya. Niendelee kuwaomba tu uh, madereva kuwa waangalifu wanapokuwa wamebeba abiria, wamebeba roho za watu. Wajitahidi sana kuwa waangalifu wanapokuwa kwenye barabara zetu za wilaya ya Same. Na sisitiza, wilaya ya Same kuna upepo mkali kwa barabara kuu. Kwa hiyo madereva wawe makini, lakini na hawa abiria wanaokuwa kwenye hayo mabasi wanapoona kuna hatari, wanapoona mwendo ni mkali, wamwambie dereva kwamba apunguze mwendo ili kuokoa maisha yao. Lakini pia ajali hii ambayo imetokea eneo la Bangalala ni ya wanakwaya ambao wametokea kata ya Chome uh, walikuwa wakielekea kwenye huduma huko kata ya Vude ambao ndo wamepoteza maisha pale, sita, wale ni wanakwaya wa kanisa la KKKT ushirika wa Chome. Kwa hiyo Same, tuko kwenye majonzi lakini, bado madaktari e, na wananchi wa Same tunaendelea kutoa huduma mbalimbali kwa sababu mkumbuke, majeruhi wako sabini na sita na wengine hali zao sio nzuri.